Niwakumbushe jambo ambalo al, e, moja katika wanachuoni anasimulia na anatukumbusha katika kuwa na na, na, na, na, na, kujibidisha na kazi ya mashujaa. Ijue kazi ya mashujaa ni ipi, ili mradi na wewe kuanza leo na kuendelea uweze kushikamana na kazi hiyo, ili kusaidie. Yaqulu Sufyanu Thauri rahmatullahi taala alaihi, wanachuoni Sufyanu Thauri anasimulia anasema kwamba alaika biamali labtali al-kasbu min al-halali wal-infaqu wa ala liali. Anasema katika kazi ya mashujaa ambazo wanatuhimiza sisi, alaika biamali labtali, jilazimishe na kazi ya mashujaa kushikamana nayo hiyo. Lakini kazi ya mashujaa kwa kweli ni ipi? Alitaja kazi za aina mbili. Ya kwanza alisema uh, alkasbu min alhalali, chumo kutafuta chumo la halali, riziki ya halali, ni katika kazi ya mashujaa. Lakini ya pili akasema uh, walinfaqu aliyali, na kujitolea katika kuihudumikia kui, kui, kui na kuisaidia uh, familia au watoto au wake ambao uko nao ali hapa ni katika mjumuiko wa familia. Kwa hiyo kule kutoa huduma za kifamilia ni katika sehemu inayomwonyesha kwamba huyu anayefanya hivyo huyu ni shujaa wa kweli, lakini kutafuta riski za halali ni sehemu ambayo inayomwonyesha na kumtambulisha kwamba huyu bwana ni shujaa wa kweli. Kwa nini amesema hivyo? Kwa sababu riski za halali ambazo mtu ametafuta kwa jasho lake zinamfanya baada ya kupata awe na uhuru na awe na amani na awe hana mashaka katika matumizi yake. Lakini pia katika upande wa kutumikia familia, kwa sababu familia ile yeye mwenyewe alitafuta kwa hiari yake, basi anatakiwa awajibike katika kuitumikia kwa nguvu zake zote. Huu ni wajibu ambao eh, unatakiwa mtu aufahamu ili aingie katika sekta hiyo ya kuwa shujaa uh, wa kweli. Wako watu wanaotelekeza familia zao kwa kuzikimbia kabisa na kuonyesha ufahari katika maeneo mengine huko, lakini familia zao zinapata tabu. Ni waombe kupitia maneno haya, basi tujirekebishe, ili mradi kila mmoja arudi katika familia yake na kuisimamia vyema, lakini vile vile kuhakikisha kama ana eh, kazi za magendo, kukaba watu, kupora watu, kudhulumu watu, hizo si kazi nzuri ambazo zina, zinaashiria uoga wake, zinaashiria kwamba huyu mtu sio shujaa. Ili awe shujaa wa kweli eh, lazima ahangaike apambane, katika kutafuta riziki zake za halali kwa ajili ya usalama wake yeye kwenye amani ya matumizi, lakini usalama wa wale ambao wanaowapelekea katika riziki ile. Hivyo basi nimalizie maneno hayo yangu kwa kusema eh, isimamie Ihudumikie familia yako, tafuta riziki zako kwa njia za halali, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atakutengenezea mambo, yako yatakuwa mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atufanyie wepesi wa hadha. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.